Karibu sana mwanamichezo, tuzungumze michezo na burudani na ripoti kutoka hapa mitaa ya stesheni kaburi moja, ni na madhumuni tuweze kuyaangazia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Niko na uchebe wa Yanga, kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati tutakapokuwa tukihitimisha mahojiano yangu haya. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Lakini tuanze kwanza, mimi kama uchebe yanga mwana michezo familia wa michezo, lakini pia tunajua nchi yetu sasa hivi ipo katika kipindi cha majonzi. Hii hakuna mtu ambaye ajui, awe mwana yanga si mwana yanga, mwana simba si mwana simba. mwana michezo si mwana michezo, lakini anajua Tanzania yetu sasa hivi au taifa lipo katika wakati gani. Kwa nafikiri kama kwa umoja wote wana michezo na wasio wana michezo, tuungane kwenye swala la maombolezo na swala la kuombea wale waliopata majeraha, waliopata shida au mshkeli, waweze kurejea Kwenye harakati zetu. Wote tuseme amen. Hey, amen. Kwa... hebu bwana nianzie wapi kushoto ama kulia kwangu? Wewe kokote utakakopenda. Mimi niko vizuri, piga kushoto, piga kulia, mimi na barangua tu basi, tuanzie hapa ili ubarangue vizuri, tuanzie kwa Young Africans. Hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika imepangwa hapo juzi tarehe tatu. Young Africans, Al Ahli. Pia vile vile JS Kabri bila kuwasahau Far Rabat ndio ambao wawakilishi ndani ya kundi la Young Africans. Tukirejea kwa Simba Sports Club utamkuta Esperance de Tunisia, Petro Atletico, Simba Sports Club bila kumsahau Stade Marine. Mnaiona wapi wananchi Yanga yenu katika kundi hili, kundi B la klabu bingwa barani Afrika? Kabla sijaelekea kwa watano, kwanza lazima mwandishi kwanza wapo litakia tupatie ujua kutofautisha sawa uh, kuna watu tumepangwa kwenye kundi la wanaume kwenye soka tunaenda kuwakilisha mpira wa miguu kuna watu wanaenda kuwakilisha netball, umenielewa? Kuna watu wanaenda kuwakilisha netball. Kuna kundi ambalo kila mtu anaona kabisa ili kundi ningepangwa nalo asubuhi na mapema, mimi ningekuwa liko robo finali, lakini kundi la Yanga linahitaji kujipambana, kuonyesha wewe kweli unajua soka. Kama ujui mpira kwenye kundi la Yanga, nakwambia utaokota zero, amini usiamini, kama Yanga ambavyo atakavyookota. Mimi nataka nikwambie hivi, mpaka sasa hivi ninavyokuambia, ninavyokuhakikishia, kwa Yanga hii nilionayo sina imani sina matumaini ya kwamba yanga yakushindwa kwenye lile kundi, Yanga anaiona robo fainali. kundi hili kwa kundi hili nilopangwa kundi B. National Yard uh -huh. s yes, Kalabie uh -huh. Esfarabat uh -huh. mimi nataka niwaambie, uh, kama kuna mtu anataka kutuingiza kwenye ubaridi, cha kwanza tumpe pole. Yanga tumejipanga kwa kila namna kuhakikisha mwarabu tunamwona kama dafu eh? Nasema hivi tumejipanga na tumejiandaa vya kutosha kumwona arabu kama mwarabu kama madafu. Sisi wale tutawanywa na tutawatumia tunavyotaka. Kwa nini? Nataka nikwambie sisi tunaanza na, na AS FAR Rabat nyumbani 20, ehe, baba tunamtafuna eh? mimi nataka nikwambie hakuna mwarabu hakuna mwarabu Afrika hii anaweza kumsumbua Yanga eh? hakuna mwarabu Afrika hii anaweza kumsumbua Yanga. Na nakuhakikishia ah. Yanga, ngoja nikwambie, nataka nikupe fact. Yanga anacheza fainali ya kombe la shirikisho alimtoa mtu gani kwenye hatua ya mtoano? na kuuliza mwandishi Yanga anaenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho alimtoa mtu gani? Yanga anakwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho alimtoa mtu gani pale? alikuwa Mwafrika yule? alikuwa mbongo yule? alikuwa Mnigeria yule? tunamtoa Afri Club African kutoka Tunisia. Uongo kweli? Unakumbuka tunamtwanga pale, sisi tunaenda makundi. E, nakukumbusha sasa, tunamtwanga Club African, tunaenda makundi. Leo tumemwondoa Stephane Aziz Ki, amekuja Dumbia Tulia, tulia. Mm. Wewe tulia. <tiposilio> Nakukumbusha mtu aliyefanya kazi kule amekuja Dumbi hapa, umenielewa? Tunaingia makundi tunawapasua watu vibaya vibaya wale. Tuseme sawa, tulikutana na Afrika wenzetu, mlisema kwamba na moshi mwingi, hey, moshi. Msimliona wa kijani, tuna njano na unapepea huo. wow! Robo fainali, robo fainali, tumeenda tumeenda nusu fainali, tukafika fainali tumempasua bingwa nyumbani kwake. uongo kweli? Ngoja tulia, tunampasua bingwa nyumbani hebu tuelewane vizuri, tunamfunga bingwa nyumbani kwake. Nani kutoka Afrika, kutoka Tanzania hii aliyowahi fanya hayo maajabu? Yaani mwarabu anakufa nyumbani kwake na yeye ndio bingwa. Niambie nani nani alifanyia kwa, kwa nani? Wewe acha mambo yako makundi yale, chekea chekea anakuja hapa ameshakufa, hana mpango wowote, hana ratiba ya kusema hata kujinusuru. Kwenye kundi hamna, kila mtu anagawa tu utamu. Eleza hayo nayokwambia, eh? Mimi leo tunakwambia tumepangwa na national, tunampasua iwe nyumbani iwe ugenini. Mimi mtakuja kuniambia uchebe ulisemaje. Mimi nataka nikwambie sasa hivi wanayanga wote, kutokana na kundi tuliopangwa, tunajua mbinu za wapinzani Waarabu sio lazima watoke wapi? Misri Waarabu sio watoke Moroko Waarabu tunao hapa hapa Tanzania, na walishafika muda mrefu, wako Tanzania. Namna kuwadhibiti ni sisi, namna kucheza nao ni sisi. Huyu Mwarabu tuliye naye Tanzania, uwezo wa kusafiri ndio shida. Sasa sisi tukisafiri, tunaenda na mbinu zetu kama tuzoenda nazo kwa klabu African na MCA na USM Arja na, na hmm. Mbinu tulizotumia kule ndo tunaenda nazo huko. Tutampasua National yari, tutampasua farabati na js yes, Kalabie yaani nataka tushangaze dunia. Yanga hii tutaongoza kundi, kiungo Azizi Ndambwele, mbona hujamtaja Musa Balakonte? Hujamtaja Duke Abuya? na alikuwepo kwenye mechi Dube. Nataka nikuambie leo, nikuambie hey, baba, nataka nikwambie misumari walioipiga kwa Prince Dube Mpumelelo imekwisha. Makundi mtamwona Prince Dube mpya wa kimataifa. Mimi nawambieni hii, naambieni mapema Chapesa sanga hmm. Hii mimi mnaweza mkahisi kwamba naigiza au naongea mradi nimeongea kwa kufurahisha media, naongea yule uhalisia. Misumari waliokuwa mempiga Prince Dube Mpumelelo imekwisha Prince Dube Mpumelelo. Tulikuwa tunalalamika namna gani afungi, umenielewa namna gani afungi? Nawaambieni hivi, kwenye makundi mtajiuliza huyu ni Prince Dube au ni Haaland? Kwenye makundi ya klabu bingwa mtaulizana, watanzania wote na wale wa Arabu Wabongo ambao tunaishi nao hapa, huyu ni Prince Dube au ni Haaland, kutoka man city? Yuko hapa Tanzania, anakiwasha na tena niwambie, hii michuano ndio ilimtoa Fiston Kalala Mayele kuwa mfungaji bora na akachukua kiatu. Uongo kweli? Na mpaka leo anaonekana duniani, England inamhitaji, ila aliyemtengeneza Fiston Kalala Mayele ni nani? Unaumwa nini wewe? Fiston Kalala Mayele anakuja hapa tunaye Makambo wa kujaza. Wanasema Makambo ni bora kuliko nani? Fiston Kalala Mayele, wote mnasema. Ila sisi Wanayanga tunaambia Fiston Kalala Mayele, tishio jingine kwa Afrika. Hii leo, kila mtu anaona, amechukua kiatu tena cha ufungaji bora, klabu bingwa anacho, cha klabu bingwa anacho, cha shirikisho. Kitoka Yanga anapewa muhuri wa moto na ubatizo kwamba wewe unaenda katumikie soka la Afrika, na ukitoka hapa nenda duniani kwa tangaze soka, lakini nembo yake ameipata kutoka hapa Yanga. Leo tunaenda kuambia Prince Dube Mpumelelo, mwana wa mfalme mwenye muhuri wa kuwa namba tisa, na nataka niwaambie kwenye makundi haya anaenda kuibuka mfungaji bora. Unaona msahau Jean Chalea wa hayo. Ndio muda mwingine tukisema waandishi mnatukana, mnasema sisi ndo tunawakosea. Umenielewa? Yaani leo niaminishe kwamba tango ni tikiti na mimi nikubali hivi nikikwambia Simba kwenda kuonekana duniani. Homa ya msimu ile. Selemani Mwalimu amecheza michuano ya vilabu duniani. Mwarabu gani akakupa kitu kizuri wewe Mwafrika mbongo? Nakuuliza wewe. Mwarabu yupi yani akuachia mali nzuri wewe mbongo? Nakuuliza wewe. Simba ana hela? Ngoja Selemani Mwalimu ametoka wapi? Hela ya nani kule? Sasa alikuwa anasugua mabenchi wa wachezaji wenzake. Wakitoka wakuta pako safi. Leo na msifu Selemani Mwalimu, nani anakuambia ugonjwa huo tuambukizane? Huu sio ugonjwa wa kurithi baba, kila mtu afe kivyake. kila mtu amezaliwa na maradhi yake aishi na maradhi yake. Selemani Mwalimu sio kitu baba, Yanga sio wapumbavu. Selemani Mwalimu angekuwa bora ungemkuta yuko Yanga, umenielewa? kwa kuwa sio bora, ndio maana tumempeleka sehemu ambako anastahili na pia ndo washukuru Njinia Yesi wakamwombea Simba. Mna wakati mgumu, shida na njaa na mateso yameandama kwenu, ongeeni na wai daddy. Sisi tunamtuma Njinia Yesi, Njinia Yesi, ongea na wai daddy. Yesi, mwenye mwenyekiti wa vilabu barani Afrika akienda pepote na sikilizwa kauli ya Njinia Yesi ndio iliyo wamsaidia Simba kuonekana wanapata selemani mwalimu, vinginevyo selemani mwalimu tungempoteza, na sisi wa Tanzania tukalilia yule ni mtanzania mwenzetu, wai apotee arudi hapa nyumbani, hata mia Simba hajatoa, kama mimi nadanganya waje wathibitishe hapa, hata mia hajatoa. Ndio maana nakuuliza, mwarabu gani mjinga akuachie mali mtanzania kiraisi. Hata moto ungekuwa unaungua hapo, mbona wafalme wa soka wamekuja kumwachia maema nani? Ndio maana nakwambia, ishu moja lazima ujue, umesikia, chakula alichokiacha tajili ni makombo. Umenielewa, huwezi ukamwona yule nani huyo Mahema, kacheza Simba karudi Mamerodi, neva is never. na Selemani Mwalimu, huwezi ukamuona anaenda kucheza wapi tena, Wydad. Yeye alishamaliza muda mrefu, anakuachia wewe uhangaike na mfupa. Umenielewa, watu waliokosa akili ndio hivyo wanasema tumepewa mnofu. Mnofu namna gani ule? hayo ndio matusi sasa hayo ndo matusi Palace. Ngoja umemwona waliomleta yule, yule, yu. una... yule, na yu. nataka... yule mkongo yule singida yule mshambuliaji namba tisa, yule umemwona. Haya, una Jonathan Soa na yule mkongo naondoka na yupo. ni mnataka ngoja sikiliza bwana baba, sikiliza yule mkongo mwenyewe kwa kitamba la bola bado anasubiri. Ngoja nikwambie yuko wapi? Yuko Azam. Umenielewa, ndio maana nakwambia wakongo wenye akili wanaenda wapi? timu zinazojitambua. Ulishaiona Mkongo anaenda Simba. Ujue huyo ana akili timamu. Ndio maana nakwambia hana akili. Mwisho wa siku alienda wapi? Ameenda Faraba. Ameenda wapi mwisho wa siku umenielewa? Hmm. Mkongo mwenye akili timamu mkuti Simba. Fanya research. Fanya research hiyo eh? Dunia poto unapoona mwenye akili timamu kamkuta Simba. Ndugu yangu, kila siku mna, anacheza, watu wanalaumu huyu jamaa mchezaji ana stress za ndoa yake. Uongo kweli waandishi, si mnalipoti? Kila siku anacheza, kila siku mtu anaulizana huyu nani? Eli Mpanzu, ndoa inamsumbua au malipo ya mshahara hayatosheleza? Angekuwa anafanya bora, si watu tungekuwa tunazungumza wewe umuoni? Na akili zake timamu, tunamwita Pasta na mpira, unakubali? Anafanya maajabu, hajawafunga Simba. Baki tu baki hapo, Senda Kiboka, wewe umuoni? Wewe kazi yako nataka mpaka nizungumze. Uchebe inajizungumza. Chukua wa Kongo waliopo Simba, chukua wa Kongo waliopo Yanga. Ndio ujue kwamba madaraja mawili tofauti, umenielewa? Ni madaraja mawili tofauti blaza, kwa hiyo lazima unavyozungumza Wakongo waliopo Yanga, walioko Singida, walioko azamu, lazima uwape heshima blas, lazima uwape heshima. Wanakufanyia vitu ambavyo ni wonders extra. We mwenyewe wanasema ya, yeah. Nikijaliwa kupata mtoto mcheza mpira awe kama huyu eh? We niambie, aliopo simba pale nani anakiwasha nani eh? nani We niambie hapa sasa hivi yupi anakichafua? No, kwa hiyo simba ya tusio tunafananishana tu, hadhi tofautiana. Leo tunazungumza yanga ni namna gani ya kwenda kubiti na Waarabu, kundi la wanaume, umenielewa? Kundi ambalo tumeingia ndani yake, yaani ukigeuka mzinga wa nyuki, ukienda mbele siafu, halafu na mwanaume natakiwa nipenye, umenielewa? Yaani huku ngeu huku ngeu huku ngeu hakuna unafuu. Alafu mwanaume naenda kunguruma pale. Naongoza kundi naenda robo finali. Na robo finali wakijichanganya wakituletea Mwarabu nusu finali. Wakituletea tena Mwarabu finali. Wakijichanganya lete finali tena Mwarabu Yanga bingwa. <laughs> Wakijichanganya ndio? Wakijichanganya kituletea Mwarabu finali Yanga bingwa. Bwana mimi nataka tuzungumze na yeye kitu kimoja hapa kwa kumalizia kwa ngwe ya Young Africans. Unaiona Young Africans ikimaliza kama top contenders wa kundi ama underdog wa kundi? Top. Top. Top. Top. No one can stop Yanga. Kama nani, Bob Marley alisema no one can stop reggae. Hii ndio reggae tunaenda kuikanyaga, wana Yanga. No one can stop us. We are going to be the champion. Lazima tuende kuonyesha ukubwa wetu. Lazima Afrika tutambue. Inatutambuaje kama hatuendi kuonyesha good performance kwenye ground, umenielewa? Hmm. Kwa hiyo sisi tunataka kwanza tumuheshimishe mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, tumuonyeshe kwamba hajatoka kwenye kizazi kibovu. Tunaenda kumuonyesha mjumbe wa kamati ya mashindano FIFA Engineer Hersi hajatoka kwenye timu au kwenye kizazi dhaifu. Tunaenda kuonyesha haya kwenye kundi lilipo klabu bingwa, tunaenda kuonyesha ukubwa wetu tunaenda kupenya mbele ya national yationaari, tunaenda kupenya dhidi ya nani? Farabat, tunaenda kupenya mbele ya nani? Chies Karabie. Yaani, tunataka tuonyeshe sisi, Waarabu tunawatumia sisi, tunasema Mwarabu umeendelewa. Mwarabu kote duniani tunatambua ni mwekezaji, ndo utajiri ukiingia kwenye mikono ya Waarabu unaingia wa mikono salama. Sasa tunataka tumwambie wewe umekusanya mali umeniajiri, lakini mimi lazima niondoke na huu utajiri atulete Tanzania, wa Tanzania tufaidi. Umenielewa? Pale hakuna kundi la muhindi ujue. Hey, pale baba, hatuendi kusoma Biblia. Pale ni mwendo wa kuruhani mwanzo mwisho. Hapo hakuna kubembelezana kundi letu. Pale hakuna Biblia, baba, usiji kajidanganya ukaingilia na Biblia, pale unaungua. Pale ni kuruhani mwanzo, mwanzo mwisho. Yaani wewe una msahafu wako umewacha nyumbani, sasa hivi ndio sahivi ndo mwendo wako hey, sio kwamba unaenda kule tu kuletu na kundi si, lakini eti e, unakutana na Petro alisema nini kwa waumini eti. Hey. <laughs> Baba. Hilo kundi mbona mimi napita asubuhi. Eh bwana, tuzungumzie kundi la <laughs> majirani Simba Sports Club, Esperance de Tunisia, Petro Atletico, Simba Sports Club pamoja hmm na Stade Marine, timu ambayo ameshawahi kucheza GD Diara yuko pale anakwenda kusalimiana na majirani wenu wa Simba Sports Club. Mnawaona Simba kufuzu katika kundi hili hatua inayofuata, niko pale Kariakoo, niko pale Kariakoo. Simba kifuzu kwenye ile kundi kwa ubovu walionao, niko tayari kuchapwa viboko na Watanzania eh? na naacha mpira unasema? Simba kifuzu kwenye ile kundi eh? niko pale Kariakoo, niko tayari kuchapwa viboko na niache kuzungumzia mpira. Simba hii striker Jonathan Soa, eee, baba vya bule vinaua, baba vya bule vinaua, baba vya bule vikufikishi mbali hoja sikia. Kuna watu wanasema asipocheza huyo kwenye makundi tunavunja mkataba, wanaanza kupangiwa masharti. Aebu imagine mchezaji mwenyewe mbovu, mchezaji mbovu, na anaambiwa masharti lazima acheze. Baba, nakwambia hivi Tunisia Esperance de Tunis baba, tulioweza kule ni Yanga tu. Yaani, ukienda Tunisia kule bendera za Yanga zipo zinapepea, wanakumbukumbu kumbukumbu. Na sisi Simba ameenda kufa, anafungwa kule tena, anaanzia nyumbani e, atafungwa na anarudi hapa nyumba, nyumbani tena anafungwa. Biashara inakuwa kule kwa Tunisia, aokoti hata pointi, hataii Tunaenda Angola. Petro msoma Biblia mtoa maamuzi mtoa maagizo wewe natakia ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi ukitaka wako kuona ufalme wa Bwana ntaki ufanyaje? tunamuuliza Petro hapa umenielewa yaani? Hey, ukitaka kulithi ufalme wa mbingu tunamuuliza Petro. Petro hataki masiala baba, umenielewa? Kwa kwanza pale Esperance di Tunis. Pia wa pili Petro. Kwa hiyo mwenyekiti Esperance, makamu wake ni nani? Petro, biashara imeisha. Wao wa chini hawa wanafagia tu, wanafagia, wanafanya usafi wa jiji. Kwa hiyo Simba anamaliza kama underdog, mfanya usafi wa jiji, hamna jambo jingine. Sasa ndugu yangu, wewe umeenda sehemu nchi ambayo we hata mwenyewe kilugha uijui watu wanawamishana tunadanganyana huku mtaani wadanganyani, labda wakina kisugu wanaweza kaelewa, kina jibi sitini na nne sijui mandara hao ndio wanaweza kaelewa. Leo Nasoro Yanga, Uchebe Yanga, Ugodi Yanga, sijui kina mwalimu Yanga, kina baraka Yanga, unawadanganya eti kwamba Simba anapita pale, yuko Esperance de Tunis afu yuko Petro. Kwenye Biblia ameandikwa mara ngapi Petro? Alafu juu niambie leo, Simba naenda kumfunga Petro. Simba akipenya kwele kundi niko pale Kariakoo, njoo na viboko, chapeni. na niambie Uchebe, hacha mambo ya mpira. Sio naibeza, lazima tuzungumze ukweli. Ngoja sikiliza, baba kule akuhitaji tatuu, umenielewa? Mbele ya Esperance de Tunis hahitaji tatuu, Petro hahitaji tatuu Umenielewa. stn Stella... Mario. <coughs> mi nawaambieni tena <coughs> <coughs> Yaani pale, ngoja kwanza nikwambie. Diala anakuwa anatoa maelekezo namna anavyokuwaga nafanya, umenielewa? Aya, watu wanafikia kwenye magoli mashimo futi kumi na mbili yapo, mkija pale ingilieni huku, baba hatoboi ng'o, wa kwanza kuwa wa mwisho. So anasema yeye yeah, me amebahatika mef... ameshika nafasi ya ngapi, ya pili au nimeonaje? Wakati wanapanga matokeo Esperance Simba. Simba a screenshot sasa hivi huo msimamo, yani sasa hivi apige screenshot pap. Mimi kabla ya mashindano hajaanza nilikuwa wa pili, baada hapo haji tena wa kwanza. Esperance Petro Selmani, Selmani Tanzania anasema <laughs> wao, robo finali kwenda, sio shida zao nu awajifikirii mara mbili mbili, masuala ya kwenda robo fainali. Yaani wao wana uhakika ya kwamba tatu tatu tatu tisa kumi, wanaangalia <laughs> na kwenda kuchukua kwa nani. Unajua muda mwingine sio kila mwanafunzi anachokikariri kinamweza kumsaidia umenielewa. Mtihani unakuja nao, una mabadiliko, mtaala umebadilika, umenielewa. Hapa sio habari ya kwanza, umefumba macho unaenda kupiga donye donye pale, hamna Umenielewa, hii inahitaji uonyeshe ubabe, uonyeshe kiwango. Yanga tunazungumza kwamba kwa nini anavuka mpira. Sisi tumeuheshimu, tumeupa utawala bora Afrika hii, wote mnajua, sio? Tunakuja tuna wachezaji bora, umenielewa, wote mnajua. Nitajie Simba kwenye hivi vitatu kipi anacho? Nitajie Simba kwenye hivi vitatu Kipi Simba anacho? Utawala bora. Utawala bora kwa nani? Kila siku wanapigana na utafikiri wanagombania supu ya panya hapa. Ah, magoli pale Mwamba. Magoli upi? Wewe kuna clip watu walipandisha wakaishusha Kiingereza kikawamchemsha, unajua hiyo? Yeah. Sasa wewe unaleta ubishi. Mimi niletea hiyo kiongozi wao, na mimi Kiingereza mimi nakichapa vizuri kuliko yeye. Ndio maana nasema hivi. Waulizeni wow, unajua kuna kitu tunavyokuwa tunazungumza uongozi bora, tunazungumza utawala bora, tunazungumza uongozi bora. Umenielewa? Uongozi? Uongozi bora. Leo unaweza ukamweka engineer AS na hawa vinyalagozi wakakaa pamoja. Tuanze tuweke kwanza baba weka ule uongozi. Mimi sitaki kuzungumza sana. Weka uongozi wa Simba, weka uongozi wa Yanga. Ndani ya dakika 15 wazungumze Kiingereza. Hapo ndo utakuwa umeleta mechi nyingine, mimi naambieni. hiyo anaku umeweka mechi nyingine, weka uongozi wa Simba, weka uongozi wa Yanga hapo. Dakika kumi na tano tu wazungumze Kiingereza, hiyo mechi nyingine baba, hiyo hiyo mechi nyingine tena. Watakwambia hii mechi ya kibabe hahitaji lefari kumalizia. Unatuma salamu gani hasa kwa mashabiki wa Yanga Africans pamoja <laughs> na Simba Sports Club kwenye hatua hizi za makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi nataka niongee tu na wana Yanga. Kwanza tusio tu wanachama wa kulipia akadi, tusio tu wanachama wa kupigapiga makelele. Kwanza tuhakikishe tunakuwa strong, tunaipenda timu yetu, tunaisupport timu yetu kwa kila namna. Sasa hivi Yanga tumeingia makundi, kunahitaji mipango na mikakati, tuende kwa umoja. Tuende kwa umoja, tuna maana gani? viongozi watarespond kwenye majukumu yao inavyotakiwa, wachezaji watarespond dakika tisini, benji benchi la ufundi litaandaa timu yenye ushindani bora ndani ya dakika 90, na ukipendeza ni zaidi ya dakika tisini. Lakini sisi mashabiki na wanachama na wapenzi wa klabu ya Yanga kwanza tuhakikishe tunalipa ada, tunaenda viwanjani kwa wingi, sawa, lakini pia tuhakikishe kwenye kamati zetu kwenye kamati zetu lazima tusimame imara ambapo watu na feri siku zote kwenye kamati wanapotushinda wapinzani ni kwenye kamati ambao ni Simba. Ah, hiyo umeitaja wewe. Mimi nasema kuna mwarabu wa bongo yuko hapa, ambapo wanatushinda ni kwenye, kwenye kamati. Sasa kamati ya safari hii tunahitaji iwe ya kikatili ki zaidi tunahitaji kamati ya kikatili yani, we ukileta shingo usitegemee na panga, nitakuacha napita, na shingo yako naondoka na nini. We leta kidole, leta si kucha, sileta nini, nitanyoka nayo. Tunachotaka Yanga kwenda kucheza robo fainali. Tukifika robo fainali, tunaanza mikakati mingine, tunamwangalia ni mwarabu au ni mbongo tulioletwa naye. Bwana, mi Uchebe ni kushukuru sana na nikutakia kila la heri. Simba tolewe tu! <laughs> Simba tolewe tu, ah.